Na mwana michezo tuweze kuzungumza michezo na burudani na ripoti moja kwa moja kutokea hapa katika vijiwe vya stesheni kaburi moja. Nina madhumuni yangu tuweze kuzungumza mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani niko na ndugu yangu ndugu wa ya kimichezo kabisa Salumu hapa. Njoo tuzungumze yale yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Salumu, uko kwa poa? Kwangu mimi ni poa kabisa na mshukuru Mwenyezi Mungu. Tumekutana leo siku ya, Jumanga, siku ya Jumale. Mm, yes. Niko asilimia mia moja, plus. Kwa maana mambo yanaendelea, kwa maana mambo yanaendelea kuwa mazuri bulbul. Niambie mwanangu, mwenyewe yako bulbul gani? Nianzie left kwangu, nianzie right kwangu ya, popote. Kwanza wewe mimi nakupiga tu jabu jabu, nakupiga tu kweli, yes, jabu amba kati tu ile kati. Niambie basi, sawa. Mimi nianzie hapa mwanangu, jana kulikuwa kuna mkutano na waandishi wa habari, lakini stori kubwa zaidi ni kuhusiana na Ali Shaban Kamwe alichokizungumzia kuhusiana na mambo mbalimbali mbali ya mwekezaji wa klabu ya soka ya Simba Sports Club kwa upande wa uzabuni wa jezi alizungumzia zile ahadi ambazo walizokuwa wameziweka. Miongoni mwa ahadi hizo ni kama ishu nzima ya gari la Irriza. Mbona kama mmeingilia kati mambo yasiyowahusu wakati lihali yanawahusu mambo ya watani wenu, nyinyi mmeamua kuliingilia kati swala hili? Kwanza nikwambia jambo moja, msiba wa jirani analia jirani, sherehe ya jirani anasherekea nani jirani. Swala la iliza kuingia mjini Dar es Salaam tuliambiwa miezi kadhaa iliyopita, tunaposema naam na, kwani kutoka hapa iliza na... nyinyi mna uhakika kama ngoma imeagizwa? Nasema hivi huko ilikuagizwa, kama imeagizwa kwenye maji sawa, kutoka nchi gani kuja nchi ya Tanzania inachukua miezi mingapi, ukizingatia ahadi ambayo ilitoka muda ambao ulitoka ile ahadi na mpaka leo ni muda gani? Simba kupigwa sasa. Na mimi nikikuuliza swali moja ahadi, dio, ambayo ameiongelea Engineer Harris ndio, tangu kipindi cha mlongo wa kwanza anaingia madarakani kuhusiana na uwanja ametekeleza mpaka ile safi kabisa. Swala la ardhi, swala la ardhi prosesi zake zinaeleweka, zina utaratibu eh. Ni tofauti na kununua gari kununua, kununua gari kama kununua chungwa hapana, eh. Uwanja wa wa Emirates umechukua miaka 18, miaka 18 kuanzia kuuandaa mpaka leo, uwanja umekamilika. Umeelewa? Kwa hiyo swala la uwanja si swala kunua andazi kwenda nyumbani, gari ni andazi ile iko mfukoni. Umeelewa? Eliza, tumeambiwa si miezi mitatu minne iliyopita, mimi karibu huko, sawa. Ukinganisha mpaka ina, inafika, ina, ina, inafika hapa leo, ni huu ni mtupu, sawa. Unataka kuniambia katika miezi ambayo iliambiwa hivi na ahadi iliyotolewa leo iko sahihi? Yes. tunaambia wana simba kama wao hawawezi kujichokonoa kidogo, sisi na chokona leo hapa tunawakumbusha. Hapa waangalie sana hao viongozi wao, bado wako eneo la utapeli, wanatapeliwa. Kaka nakwambia, kaka nakwambia, haiwezekani haiwezekani kwa sababu tunafahamu kabisa mzabuni ametuahidi vitu ambavyo yeye kwa sababu alihitaji jina na jina amelipata. Hakuna mwanasimba hata mmoja anayehoji, sawa, kwa sababu tu ameleta kitu, kitu, wamejua wame wao, basi watafanya wao, lazima uhoji kulingana na muda ambao ulipewa, na muda ambao ulipewa na muda ambao. Kwa hiyo sisi, swala la uwanja tangu Engineers anachukua madaraka na kutuahidi swala la uwanja lilianzia process, ni process. Tumeanzia hati, tupata hati na kila mtu anaonyeshwa hati. Yetu ni hii hapa sasa, tunakwenda utaratibu kwa kufanya tafuta contractors na kufanya matengenezo matengenezo. Kwa hiyo uwanja si kama kipilikibiliti unakununua, unaleta, lakini gari ni, ni lako shilingi 10 leta gari ije hapa tuulize, Leo hii ukihitaji kumiliki ardhi ndio ni lazima uwe na pesa mfukoni. Naam. Kweli si kweli? Pesa unakuwa nayo ni kweli, sahihi kabisa. Sasa kama pesa nyinyi wananchi mnayo mbona mm, mnashindwa mm, kumiliki ardhi ya uwanja dihari kama pesa iko mfukoni mwenu. Safi kabisa. Pesa unapokuwa kuna pesa na process. Kuna pesa na process. Process, kuna watu wanaifanya, lakini gari ni wewe mwenye maamuzi yako unakwenda una kwenye showroom unachukua gari lakini, una leo, ukitaka, kwa swala la ardhi, kuna watu wanasimamia ardhi, kuna watu wanathibitisha ardhi, kuna swala la contractors. Wale nani nani, anachukua contractor, sawa, mzabuni nani anatengeneza. Kuna swala la uchaguzi la mjengaji, mzabuni wa uwanja. Kwa hiyo sisi tunasema hivi, swala la ardhi, swala la uwanja, engineering yupo kwenye process na watu, linaeleweka hivyo, tofauti na gari, bro bl eh? Waandishi wa habari wasitumike vibaya na naa watu A ha, watu wapo kwa ajili kwa brandi ya kuharibu brand ya Yanga Africa. Yanga Africa ndio club inakuongoza sasa hivi. Nini ukafanye? Hatua eh, ni zipi za ndio? Haiwezekani bro. Eh? Gari kama baskeli eh? kama unakutumbua. Lakini tunakuwa hadi miezi minne. Eh? Unakutumbua kweli? Kama una hela wewe. Tunagiza wewe unakuja hapa. Funga. Lakini uwanja huwezi kujenga leo. Lazima kuna watu bila kufanyia kazi. Kuna watu waje kufanya assessment pale. Kuna watu wakague uwanja, wakaogongo ukoje? utatubaki ni mrefu kwa sisi. Tunaamini kabisa kutokana na uongozi wa Yanga Afrika, haiongozi wa Yanga haujitudanganya, uongozi wa Yanga haujitudanganya na bado wanatupigania kuhakikisha kwamba mpaka uongozi wa Yanga utaondoka madarakani, ujenzi wa Yanga utaanza kujengwa, uwanja wa Yanga na watu utauona tofauti na kununua basi ni vitu vitu tofauti bwana. E, tuzungumzie mchezo wa kimataifa. Yanga Africans wanaanza safari kuelekea kule nchini yes. Uh, Zanzibar kwa ajili yes. ya kwenda kuwakaribisha FAR Rabat naam. Natarajia kuzikusanya alama tatu mkiwa pale, lakini pia vilevile vile sababu inasemekana sababu ambazo zimeifanya Young Africans kuondoa michezo yao hapa katika dimba la Benjamin William Mkapa na kuwabakiza watani wao Simba Sports Club ni moja tu, wanaamini ya kwamba mashabiki wao swala la kuingia uwanjani ni sawasawa na hakuna kitu kabisa. Hao ndio ndamekuambia wao. Sasa nisikilize vizuri. Naomba nisikilize vizuri kwanza. Yanga Afrika ipo kwenye kundi bora, nisikilize, vinakuja mpaka kwako. Yanga Afrika wapo kwenye kundi bora. Unapomwona Yanga kwenye kundi bora, lazima kwanza umpe heshima yake, ndio kundi la mabingwa. Na mimi nakupa siri, kundi hili la Yanga ndio la kwenda kumtoa bingwa mashindano haya mama. Nakwapia mama yangu, nakwapia, ndio kundi la kwenda kumtoa bingwa mashindano haya. Piga achia, twende kwao Yanga lilopo kuna ililopo kutoa bingwa kwa mashindano haya, cha kwanza, sawa bwana. Kitu cha pili, sisi Zanzibar ni sehemu ya Tanzania, hauwezi hauwezia Tanzania kama Zanzibar haipo, sawa. Ili kuonesha Tanzania, Zanzibar ni sehemu ya Tanzania, ule uwanja kuna watu waliukataa. Nusu finali wamecheza pale, nusu finali wamecheza pale na wakapata matokeo, lakini finali, kwa sababu ni timu ambayo inatia mkosi nchi, sawa. Kikombe kiko pale, ndio ni timu inatia mkosi Yanga yeah. Fuwezi kwa nekopa kikombe kikopa kiko pale mezani, sie tukiachi bro. Haiwezekani mara mbili nzima. Na nani kakiacha wapi? Kwenye kombe la shirikisho. Tumekiacha wapi? Wapi tulikuwa? Tu, tu, tu, tu. Hatukuachi hapa. Hatukuachi hapa. Umeelewa? Tumeanza kwa kuacha kwao ugenini? Umeelewa vizuri? Hapa si kikombe kiko mezani bali kombe hatukiachi ngoo na kuthibitishia. 93 Tis, amekiacha mbele ya Mwinyi na mwaka huu amekiacha mbele ya mtoto wake Mwinyi. Kwa hiyo wameshindwa kudhihirisha kwamba wao ni wakubwa. Hawana ukubwa ukubwa wote wana hawana ukubwa wote wana ukubwa wa namba kama viatu vya kuvaa, umeelewa? Tunakwenda kuonesha ule uwanja ambao wao walisema haufai uwanja ambao wamenyima matokeo, si kuonesha kwamba uwanja ni, ni uwanja safi na niseme Tanzania. Nyie mnaosema hapa hatokagi mtu, tumewachieni hapa. Vilabu bora vya Tanzania vimekwenda Zanzibar, ndio kuna uwanja bora kwa hiyo swala la kigezo Yanga amekuna kule, kwa sababu wana wa, wa, wa mashabiki wachache, sio kweli. Yanga ndio inaongoza kuweka mashabiki wengi, mpaka viwanja viwili hapa nyumbani mpaka viwanja viwili vya hapa nyumbani saba bibi najaa na kote najaa, lakini tumeamua kwenda kuunganisha muungano wetu na kuonyesha Wazanzibari nao wana timu yao. Timu yao ni Yanga Afrika, waende kule wakaione Yanga Afrika. Tunakwenda kuvuka kufanya vizuri ndani ya uwanja ule kuwaonyesha kwamba nyinyi, aa ninyi mlishinda uwanja huu kutumia sisi, tunaonesheni uwanja ni bora kama Yanga ilivyo bora. Na ndio maana timu zote bora tunakwenda kuzipeleka Zanzibar. zungumza na mashabiki wa Zanzibar, sasa mnawaambia nini hasa, kwenye mchuano wa kimataifa, Wazanzibari wamepelekewa dhahabu. Wazanzibari wamepelekewa dhahabu na timu yao ni dhahabu, naam, timu yao ni dhahabu na wamepelekewa dhahabu. Tunawaambia kama wanataka kuona kitu bora, basi ni msimu huu wa kimataifa. Kwa hiyo Wazanzibari wakaje wengi, wakajitokeze, wasiende kwa kusikiliza maneno ya watu, waende uwanjani kwa kuangalia football waende uwanjani kuhakikisha sapoti timu yao, wanipa sapoti. Inafanya vizuri, tupo kwenye timu nzuri, tupo kwenye kundi nzuri, tupo na uhakika wa kufanya vizuri katika kundi hilo. Kwa hiyo hatuna shaka na sisi, watu wa, wa Zanzibar huku tumejipanga vizuri kwenda Zanzibar kwa ajili ya kuwapa support wa wanazanzibari kwa burudani hii. Hii ni burudani kama wanavyojua Kwa hiyo Yanga ipo kwa ajili ya burudani, Yanga ipo kwa Tanzania, ambayo ni wananchi kwa hiyo wajipange, kna ada burudani watanzania wote wanayanga wote, tujipange zaidi kwenda Zanzibar zanna Zanzibar, mafanikio yetu kuonesha watu kama uwanja wa Zanzibar ni sehemu ya Tanzania na una uwezo wa kupata mafanikio pale pale Zanzibar. Asante sana ndugu yangu, karibu sana siku nyingine.